Okay, yes. Habari ya muda huu ndugu mjasiriamali, natumai uko salama na unaendelea vizuri. Kwa majina naitwa Mr. Kinganije au wengi sana wamezoea kunita Mwalimu Kijuki, ambaye ndiye mkurugenzi na mwanzilishi wa Kijuki Projects. Sasa nimekuwa nikisaidia wajasiriamali kwa muda mrefu sana almost kwa zaidi za ya miaka mitano ikiwazezi kuwasaidia kuweza kutengeneza bidhaa mbalimbali za viwandani na kuweza kuingiza kipato kwa maana ya kujiajiri watu aina tofauti tofauti tofauti, wanafunzi wanaomaliza vyo, wakina mama wa nyumbani, watu ambao wanahangaika kutafuta ajira, wanatamani kujiajiri, watu wenye hope za kujiajiri, wenye hope za ujasiriamali, nimekuwa nikuwasaidia kwa muda mrefu sana na kuweza kuingiza kipato kupitia elimu hii hii ya ujasiriamali. Na, of course kwa kipindi hiki imekuwa ni uh, ni mambo ambayo watu wengi sana wamekuwa akiyatamani kwa sababu yana uwezo mkubwa sana kuweza kuingiza kipato sababu nikizungumzia ujasiriamali zana, sana sana nimebobea kwenye utengenezaji wa bidhaa mbalimbali za viwandani ikiwemo sabuni za maji, sabuni za mche na bidhaa zingine nyingi sana. Sasa katika somo leo, nimetamani kuweza kukufundisha wewe mjasiriamali bule kabisa, yani kila kitu nakufundisha kufundisha bule kabisa, namna ambavyo unaweza kutengeneza sabuni ya mche kama jamaa na kuweza kuingiza kipato angalau kuanzia laki tano au zaidi kila mwezi. Na hiyo of course imekuwa ni somo mu muhimu sana kwa sababu nimefundisha wajasiriamali wengi na wameweza kuingiza kipato cha namna hiyo, na wengine umezidi mpaka kuingiza umezi zaidi ya milioni moja kila mwezi. Of course kama uko serious, ni biashara ambayo inakuwa ni nzuri sana. Sasa twende moja kwa moja katika somo hili la siku leo, na ningependa kuweza kufundisha namna ambavyo unaweza ukatengeneza sabuni ya mche kama jamaa. Of course zipo hatua chache sana, yaani kama utakuwa uko serious na unahitaji kweli kufahamu, basi kaa mwanzo hadi mwisho wa hii video, utakuwa umejifunza kitu kikubwa sana, na nitakufundisha siku leo for free, yani bure kabisa sasa, jambo la kwanza nataka kufundisha kwanza, inabidi uwe na malighafi za muhimu sana ni malighafi tatu kama sio nne paka tano. Lakini malighafi za muhimu ni tatu. Malighafi ya kwanza ni caustic soda. Eh, malighafi ya pili inaitwa sodium silicate, lakini malighafi ya tatu inaitwa e, mafuta. Yapo mafuta aina tofauti tofauti. Mafuta ya mise, mafuta ya mbosa na, na mafuta aina yoyote yale yenye uwezo wa kuganda. Lakini mafuta mazuri sana, mafuta ya mise ni mafuta ya e, mise. Sasa kwa mfano tuchukulie umepata mafuta ya mche mm, labda sasa unapokuwa unahitaji wa kutengeneza e, sabuni yako hatua ya na kwanza, na pili, kwanza uandae caustic solution. Nikisema caustic solution namaanisha nini? Usijali, katika maelezo yanayofuatia hapa nakuelekeza yani, kwa upana zaidi nikisema caustic solution, solution ni maana ya unapochukua kemikali ukachanganya na maji au unapochukua e, kitu chochote ambacho kina mfumo wa solid kwa maana ya, ya bisi ukichanganya katika maji kisha yuka, ile imetengeneza solution. Kwa mfano ukichukua chumvi au sukari ukachanganya katika chai, ile sukari unapochanganya katika chai, ile chai inachanganyikana, inakuwa ni kama maji, ile sukari hiyo ni kantena, ile ndio inaitwa solution. Kwa hiyo chai ni solution, lakini pia kwenye somo letu la siku ya leo eh, unapochukua hii kemikali ya caustic soda, caustic soda unapochanganya na maji, unakuja kupata caustic solution. Ndio hatua ya kwanza utengenezaji wa sabuni ya mche, na unapotengeneza unapo, unapo baada ya kumiandaiya caustic solution utaiacha ikae ndani ya masaa ishirini na nne. Kwa nini uiacha ikae ndani ya masaa ishirini na nne? Sababu ni hii, unapoiacha inakaa ndani ya masaa ishirini na nne, lengo ni zile ile chemical reaction iweze kutokea, kwa sababu caustic soda unapita kwanza, caustic soda huwa inakuwa ni kali kwa hiyo unapoichanganya na maji huwa kuna reaction ambayo inaendelea kufanyika inayeyuka inafanyika reaction mpaka ina inapokamilika, ina kabisa huwa ina ishiri, ina, ina. Ishiri, ina, ina, ni ndani ya masaa ishirini na nne. Unaweza ukatengeneza kabla ya masaa ishirini na nne, lakini sabuni yako inaweza isiwe ina, ina ubora kwa mzuri kwanza. Sabuni inaweza ikawa ina washa, sabuni inaweza ikawa ina mabonge mabonge fulani, sabuni inaweza ikawa o la kutosha kwa hivyo hicho ni hilo jambo la msingi sana. Kwa hivyo hujaacha ni ikaenda kama masaa 24 mpaka masaa 48, lakini usizidi masaa 72, kwa sababu ule ubora pia unaanza kupungua. Kwa hiyo rate ya kawaida ni masaa 24. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili utachukua ma, mafuta utachanganya na ile solution ambayo umetengeneza kama na caustic solution. Kwa hivyo kwa mfano labda tuchukule, labda leo ni siku ya Ijumaa, umeandaa caustic solution labda ni saa sita mchana, kufikia siku ya Jumamosi saa sita mchana yatakuwa yamekamilika kama saa ishirini na nne. Kwa hiyo kuanzia hapo unaweza ukaenda na process zingine za kutengeneza sabuni. Kwa hivyo utachukua mafuta ya mise, ndio mafuta bora zaidi katika utengenezaji wa bidhaa hizi na kuleta matokeo ambayo yanakuwa ni mazuri zaidi. Kwa hiyo utachukua mafuta ya mise utachanganya katika e, katika ile caustic soda solution. Kwa maana kwamba caustic solution ndio utaimimina katika mafuta. Utakuwa unamimina taratibu caustic solution huku unaendelea kuchanganya, si mimina yote kwa mara moja Kusabu, pabu, kwa nini? Kwa sababu unapomimina yote kwa mara moja caustic solution huwa ina tabia ya kusababisha sabuni ianze kuganda kwa haraka. Kwa hivyo unaweza kumimina yote kwa pamoja sabuni ika isichanganyikane vizuri ikaanza kuleta ule uzito ukashinda kuchanganya vizuri. Ndio maana tunasema unamwaga, unamimina kidogo kidogo katika kichombo chako ambacho unakuwa unakorogea, then unakuwa unachanganya kwa kutumia mkono hivyo unakuwa una I mean, sio kidogo mkono, kwa maana ya ngozi ya mkono wenyewe. Hapana, unachukua mti wako, kama ni mwiko, kama ni mti wote, unaweza unakorogia una kwa sababu mimi nakuwa kidogo kidogo kidogo, huku nakuwa unakoroga. Kwa hivyo hiyo ni hatua ya pili. Hatua ya tatu, kama ile tajibu kama nukato, inategemeana sasa na soko lako, kwa sababu, na watu wengine wanapenda e, sabuni ina manukato mazuri, iweze kunukia ivutie, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unaweza kama manukato perfume, zipo zinatofauti tofauti, kuna perfume ya roll zipo nyingi sana, perfume unaweza ukachagua mwenyewe unapofika katika, eh, maduka ya ujasiriamali. Kwa hivyo unaweza kuweka perfume, unaweza baadaye unaweza kaja ukaweka eh, rangi, kwa namba za kutengeneza sabuni za rangi tofauti tofauti. Lakini pia unaweza kaweka e, eh, ya nadhani ni hivyo rangi ya na glycerin ni pale nitaka kutumia glycerin, inaweza kwa ajili ya kusaidia sabuni yako iwe ni laini. Kwa hivyo hizo ni hatua chache ambazo unaweza kuzifuata katika utengenezaji wa sabuni. Kwa hivyo kwa kusamara, hizi hatua ya kwanza inabidi kwanza uandae malighafi, na malighafi zako utazipata wapi? Utazipata katika maduka ya ujasiriamali. Kwa hivyo maduka yapo mengi sana ni yaani, kwa sasa hivi kwa Tanzania hii sidhani kama kuna sehemu ambapo hakuna maduka ambayo yanauza malighafi hizi za ujasiriamali. Kwa hivyo almost sehemu zote, na uzuri kwa sasa hivi kuna namba za simu zipo ambazo nimeziweka. Kuna kitabu, of course, nina kitabu ambacho nimekiandika kitabu hiki cha ujasiriamali ambacho kina maelekezo ya hatua kwa hatua namna ambavyo unaweza kutengeneza bidhaa hizi ikiwemo sabuni ya maji, sabuni za mche, sabuni za magadi, sabuni za kuogea zenye ya tofauti tofauti, kama vile sabuni ya marobaini. Sabuni hizi ni za tiba: sabuni za carrot, sabuni ya papai, sabuni ya embe, sabuni ya avokado kwa maana ya parachichi, sabuni ya manjano, sabuni za karafuu ipo. Of course bidhaa nyingi sana na of course kuna formula tofauti tofauti ambazo zimenielekeza zinakuletea sabuni ambazo zinakuwa zina ubora wa loko hali ya juu. Kwa hiyo katika pia katika kitabu hicho mwishoni kabisa niweka namba za simu za uuzaji na zake katika kila sehemu. Lakini video hii inatosha kabisa kuweza kukuelekeza namna ambayo unaweza kutengeneza sabuni hii kwa ubora wa kuwa mzuri sana. Labda yes, kama utakuwa unahitaji sasa ni mafunzo kwa vitendo, vitu kama hivyo, naweza nikashauri upate kitabu au upate course ya program hii ambayo inakuwa ni ya ujasiria mali. Sasa kwa kusema hivi, kama nilivyozungumza, inabidi upate malighafi ambazo malighafi hizo utazipata katika maduka ya ujasiriamali, na kwa sasa hivi ni maduka yako mengi sana. Kama kwa Dar es Salaam imejaa, mikoa mikoani, Mwanza imejaa, Tabora imejaa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo, ya, hiyo nadhani hiyo ndio hatua ya kwanza. Tushapata malighafi zako, upate vipima ambavyo vinakuwa ni sahihi kosa kubwa ambalo watu wanalifanya na hili linasababisha watu wengi sana wanatengeneza sabuni zinakuwa hazina ubora, wanakwenda kununua caustic solution ambayo tayari imekwishaandaliwa, kwa maana kwamba imekwisha imekwishachanganywa. Hili ni kosa, kwa sababu haujui ile ile ile ile caustic solution imeandaliwa lini. Kwa hivyo, inapozidi masaa 42 ubora huo unaanza kupungua. Ndio maana huwa nakutana na malalamiko sana kwa ajili ya mara ambapo nakutana nao almost kila siku, yaani mtu analalamika kama itengeneza sabuni haiko bora E, malighafi zako umezitengeneza, umezipata wapi na umezipata kwa mfumo gani? Mimi nimenunua labda caustic soda, nimekishaandalia na vitu kama hiyo. Kwa hiyo hilo ni kosa kubwa ambalo watu wanalifanya. Usinunue caustic soda ambayo tayari imekishaandalia, nunua caustic soda ya unga au ya chumvi chungi, ukachanganya wewe kama hiyo e, kwa vipimo hivyo ambavyo nimekwambia. Kwa hiyo kwa ufupi unaweza kuchukua mafuta lita moja alafu ukachukua caustic soda gram 135, ukachukua sodium silicate gram 100, ukachukua ajili ya timu ya mia tatu na hamsini. Hii nazungumzia kwa kipimo kidogo zaidi kwa sababu unapoanza kutengeneza unataka kutengeneza kwa kipimo ambacho inakuwa ni kidogo sana. Lengo ni nini? Sababu ni hii. Uweze ukitokea bahati mbaya umekosea, usipate hasara ambayo inakuwa ni kubwa. Kwa mfano mtu akitengeneza lita moja alafu akatengeneza sabuni ambayo ni ngumu sana ambayo haiwezi kufanya kazi vizuri ni tofauti na mtu ambaye alitengeneza lita 20 ni sabuni ikawa ni ngumu, kwa hiyo yule atengeneza lita 20 anapata hasara kubwa, kwa hiyo maana shauri kuanzia kwa kipimo ambacho ni kidogo, na mambo kwa lazima hapo cha lita moja ya mafuta, unatengeneza taratibu taratibu taratibu, ni siku utakao vizuri tu, japo nashauri kama utapata mtu ambaye anasimamia hatua kwa hatua, utatengeneza bidhaa ambayo inakuwa ina ubora ulokuwa mkubwa zaidi. Kwa hivyo eh, baada ya kuwa umeziandaa malighafi zako umezipata, utakwenda hatua kwa hatua, na kama hizo hatua ambazo nimezielekeza, utachukua eh, utachukua maji utachanganya na kostik soda, utengeneza kostik solution, utaiacha acha ndani masaa 24 then utakuja kuchukua E, mafuta utachanganya na caustic soda, utakuja baadaye utakuja walau kwa dakika kumi mpaka kumi na tano then baadaye utakuja kumimina e, sodium silicate. okay, kuna kitu kimoja kimojasa nimekumbuka, ndio maana hapa nilikuwa nazungumza, kuna tafakari, nimekumbuka kitu kimoja. Unapokuwa umetengeneza caustic solution ukachanganya, kabla kuchanganya na mafuta, nitakuwa changanya na ile sodium silicate. Sodium silicate inafanya kazi gani? Yeah. Sodium silicate inaifanya sabuni yako iweze kuchelewa kuisha. Ndio maana wakati tunazungumza kuna kitu kitu kina kuja kichwani kama kuna kitu kama hakiko sawa. Yeah. Ni hii. Sodium silicate inafanya kazi ya kusababisha sabuni ichelewe kuisha. Kwa hiyo hii ni siri ambayo inaweza kukusaidia kuweza kuwateka wateja kwa sababu wateja wanapenda sabuni ambayo inakuwa haiwahi kuisha. Kwa hivyo hizo ni baadhi si, ya siri ambazo unaweza kujifunza na kuweza kupata kitu ambacho kinakuwa kina ubora zaidi. Yote kwa yote kama utakuwa unahitaji sasa kupata usimamizi wa karibu labda unahitaji kujifunza zaidi unaweza kanitafuta kwa namba za WhatsApp hizi ambazo zimepita hapo. Naweza nikakupatia kitabu hiki cha ujasiriamali ambacho kinakuelekeza hatua kwa hatua na namna unaweza ukatengeneza bidhaa hizi. Uh, gharama ya kawaida kitabu hiki huwa ni shilingi elfu ishirini na tano, lakini kwa siku ya leo nataka nitoe offer kwa watu watano. Offer hii ipo kwa mfumo ufuatao: baada ya kulipia shilingi elfu ishirini na tano na utapata nafasi ya kulipia kitabu kwa shilingi elfu kumi tu na sio hivyo tu, kuna bonus ambayo nataka kukupatia. Hii ndio inakuwa ni kubwa zaidi, kwa sababu pia nina course za ujasiriamali ambayo yenyewe inakuwa na mafunzo kwa njia ya vitendo, kwa njia ya video, kwa vitendo, namna gani ambavyo unaweza kutengeneza sabuni yako hatua kwa hatua, namna ambavyo unaweza kui brand na namna ambavyo unaweza kufanya packaging, namna ambavyo unaweza kwa hiyo gharama ya kawaida ya kitabu huwa ni shilingi elfu ishirini na tano lakini kwa siku ya leo nadhani, nimesema nimetoa nafasi tano, ambapo utapata kitabu kwa gharama shilingi elfu kumi lakini pia kuna course hii ya ujasiriamali ambayo yenyewe mafunzo yanakuwa ni kwa njia ya videos, kwa maana ya usimamizi wa hatua kwa hatua, namna ambavyo unaweza kutengeneza bidhaa hizi na namna ambavyo unaweza kuibrand kwa ajili ya kutengeneza kuliteka soko zaidi, ambapo gharama ya program hii huwa ni shilingi elfu hamsini na tano. Lakini kwa sasa leo, katika offer hii ambayo nimeitoa, utapata nafasi ya kupata program nzima hii ya ujasiriamali bure kabisa kwa mtu ambaye atakayepata kitabu siku ya leo. Ila hii ni kwa sasa leo, tofauti na hapo hapana, ili umetoa kwa nafasi ya leo. Kwa hivyo, kama utapata nafasi ya kupata ile shilingi, basi utapata kitabu chako pamoja na ofa hii ya program zima hii ya ujasiriamali. Lakini si hivyo tu, kuna group la WhatsApp ambalo hili ni group la wajasiriamali ambao tayari wapo katika kozi hii ya ujasiriamali, kwa maana kwamba ndio hao sasa. Kuna wanafunzi wangu ambao sasa hivi kuna wengine wanaingiza laki tano, wengine laki saba, wengine wanaingiza mpaka milioni moja, wengine laki tatu, lakini hizo ni kutokana na juhudi zako. Kwa hiyo katika group hilo pia nitakuunganisha kwa ajili ya kesi ya support, kwa maana usimamizi wa hatua kwa hatua, namna ambavyo unaweza tafala, lakini pia kukuelekeza ni makosa gani ambayo ulikuwa unafanya mwanzo tena kusababisha usiweze kuingiza kipato. Kwa hiyo in summary, kuna ofa hii ambayo nimetoa leo, gharama ya kawaida ya kitabu ni shilingi 10000, lakini kwa sasa dhani ni shilingi 25, lakini kama utawahi miongoni mwa hao watu watano wabakia, basi utapata kwa shilingi 10000, na kozi nzima hii utaipata bure pamoja na kuingia katika group la WhatsApp. I hope usikale utakuwa umejifunza zaidi, basi usisahau sahau kusubscribe kama utakuwa unatamani tamani kuendelea kujifunza zaidi, na kucomment kama utakuwa una swali. Kwa ajili ya kupata maelezo zaidi, namba za WhatsApp nitaziweka hapo kwa ajili ya kama utakuwa unahitaji. Sasa utazipata kupitia WhatsApp na kila kitu kitakwenda sawa. So, take care, talk to you soon.